Uh, kubana nafasi kutrain na Simba ni jambo kubwa sana, kwa sababu ukizungumzia moja ya timu kubwa katika bara la Afrika, timu ambayo inashika nafasi ya nne kwa ubora katika ranking za CAF, wamemwamini kijana, na tukumbuke ametoka majeruhi, kwa inawezekana hii ikawa pia chachu au njia yeye kuweza kurudi alipokuwa. Kwa nia Sudan, aliwahi kufanya jambo kubwa sana kwamba alikubali niko tayari kuumia kwa ajili ya national team. Risk taker, maana yake ana uwezo wa kudrive mchezaji ambaye yuko tayari kwenda hata katika eneo gumu na pia ni mchezaji ambaye ni mzuri katika upigaji wa fouls, dead balls, pia he's good at that. Kwa inawezekana akapata nafasi ya kwanza katika kikosi cha Simba kwa sababu tumeona Fadlu ni mtu ambaye anamwamini mtu wote ambaye anajua mpira, kwa kama anaweza akamshawishi coach hiyo ni kazi yake mwenyewe. Unajua tutazungumza ila yeye anachokifanya katika uwanja mazoezi ndio kitu ambacho kitampa nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza cha Simba. It's determination yake, ni uwezo wake wa kupambana na ubora wake. <coughs> Wana Lilia ni eh, wakundu wa Msimbazi Simba wanatajwa kumkaribisha kijana wa Kitanzania mm -hmm. Eh, ambaye amemaliza maisha yake ya soka pale Serbia Maurice Abraham eh, akitajwa kwamba anaanza kufanya mazoezi na kikosi cha wakundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kuangalia maendeleo yake, ikionekana anawafaa basi wamwongeze kundini. Ni kijana wa aina gani, na je wa mm -hmm. anastahili kuwepo ndani ya kikosi cha wakundu wa Msimbazi Simba? <laughs> umemtaja Morice yeah. Kama ataona interview atacheka sana, najua atacheka sana tangu elfu mbili na, nimemjua tangu kumi na sita wakati timu yake inaanza kutafuta nafasi ya kushiriki katika michuano ya Afcon under 17 kwa sababu sio kama Morice alimaliza ni mkataba wake watu wengi hawafahamu what happened to Morris. Morris ni mtu ambaye alikuwa katika kipindi cha majeruhi. Yeah. Alipata shida kidogo katika mguu wake na tumekuwa tunawasiana sana na he's my best young brother. Kokote alipo anajua kwamba mimi namkubali. Waga ananiambia, dalili wewe ni shabiki yangu. Kaambia mimi ni shabiki yako and you know that. Kwa hiyo kumuona anapata nafasi... Sasa hapo hapo tukatishe. Wewe ni shabiki yake. Sitaki uongelee kishabiki hapo. Eh, mimi nataka unipe madini <laughs> wana Simba, hiki unachokizungumza haimaanishi kwamba nitasifia wana sana. No, sawa. Moja ya michango bora ambayo nilimuona Morice Abraham ni 2017 2016 wakati tunacheza <laughs> na Burundi hapa katika michano ya Sekafa, ilikuwa ni katika uwanja wa Chamans Complex, akiwa amevalia kitambaa cha mnaodha kuna kijana hivi sasa yuko Azam, ni kit manager wa timu za vijana Bernard, mmoja wa watu ambao naamini mpira wa miguu limeumiza sana, baada ya kupata majeraha ila Azam Na nakumpea maisha yake na

Uh, kupata nafasi kutrain na Simba ni jambo kubwa sana, kwa sababu ukizungumzia moja ya timu kubwa katika bara la Afrika, timu ambayo inashika nafasi ya nne kwa ubora katika ranking za CAF, wamemwamini kijana, na tukumbuke ametoka majeruhi, kwa inawezekana hii ikawa pia chacho au njia yeye kuweza kurudi alipokuwa. Kwa nini alitoka Serbia? Kwa sababu ya majeruhi, amekaa muda mrefu nyumbani akiuguza jeraha lake la mguu. Hivi sasa amepona, tumemwona katika hizi michuano midogo, alikuwa anafanya training na KMC. Na Simba ameona kwamba yeah, we need best players. Kwa upande wa wachezaji wetu wa ndani kwangu, ukitazama wachezaji wa ndani ambao Simba wako nao wengi ni wazuri, ila sio wachezaji ambao unaona kabisa kwamba yani wachezaji ni wazuri, ila kuongeza mtu kama Morice ambaye ana experience katika level mbalimbali, timu ya taifa ya vijana, timu ya wakubwa, maana unaongeza moja ya nyota ambaye anazidi ku grow. Miaka ishirini na moja, ana muda mrefu wa kucheza na pia ana muda mrefu wa kuendeleza kile alichokuwa nacho kwangu he's a talented player, ni mchezaji mzuri katika upande wa wazawa na ni mchezaji ambaye kama atapata nafasi, I believe anarudi kule alipotoka. Kwa nini? Kucheza timu kama Simba inawezekana ikawa exposure kwake kurejea kule alipowahi kutoka. Kuna siku alainiambia yeye mwenyewe kwamba dalili siku moja utaniona katika hivi vilabu viwili, na nitacheza vizuri sana. Nikamwambia kwa nini? kipindi hicho yuko under 17. Tena nakumbuka nilikuwa nimevaa jezi namba ya Pascal Msindo kwenye jezi yangu ya national team nilikuwa nimevaa jezi namba 12 afijui nimeandika lile, akaniambia kwa nini nivaa? Mimi nikaambia nimevaa mdogo wangu. Sasa ipo siku, eh, mimi nitakupa jezi yenye jina <I> langu <laughs> alafu nikiwa katika vilabu vikubwa viwili kwa I guess the time is now. Umeanza <nahisi, laughs> kutabiri. Sasa nahisi muda ni sasa. Kwao ni mchezaji mzuri ndio labda yeah. Kwa namna ambavyo unatazama eh, safu ya mbele pale wekundu wa Msimbazi Simba eh, mm. Nafasi yake unaiona. Morice anacheza chini ya namba kumi na coach anataka namba kumi bora. Inawezekana akaonyesha aka kitu na akamshawishi Fadlu. Kwa nini? Cha kwanza ambacho Morice yuko nacho ni chance creator mzuri. Cha pili ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya driving na mpira. Cha tatu ni mchezaji ambaye ni bora sana hasa hasa kwenye eneo la nje ya kumi na nane ya timu pinzani. Yaani, ni mchezaji ambaye ni good passer, ni mchezaji mzuri katika kuskani uwanja na ni mchezaji ambaye ya Sudan aliwahi kufanya jambo kubwa sana, kwamba alikubali niko tayari kuumia kwa ajili ya my national team. Risk taker, maana yake ana uwezo wa kudrive, mchezaji ambaye yuko tayari kwenda hata katika eneo gumu, na pia ni mchezaji ambaye ni mzuri katika upigaji wa fouls, dead balls, pia he's good at that. Kwa inawezekana akapata nafasi ya kwanza katika kikosi cha Simba, kwa sababu tumeona Fadlu ni mtu ambaye anamwamini mtu wote ambaye anajua mpira. Kwa kama anaweza akamshawishi coach, hiyo ni kazi yake mwenyewe. Unajua, tutazungumza, ila yeye anachokifanya katika uwanja mazoezi ndo kitu ambacho kitampa nafasi e kucheza katika kikosi cha kanza wa kupambana na ubora wake. Haliwe kusema Uh, Marcelo Bielsa, kocha ambaye na name. Nampa nafasi mchezaji so, sio kwa sababu so, ni Morris wewe sio captain kwa sababu uliwahi kuwa captain wa timu ya taifa ya vijana. Ni kitu gani ambacho unanionyesha hivi sasa, ndo kitu ambacho kitanipa nafasi ya mimi kuamini kwamba yes, unaweza kuvaa, kwa sababu ukizungumzia Simba unazungumzia giant of Africa, moja ya timu bora Afrika, nafasi ya nne kwa lazima umshawishi kocha why yeye yeah, akuamini wewe, kwa nini akupe nafasi ya kucheza? Ni yeye determination yake, naamini amepona asilimia mia moja kwa it is time to shine. It is time yani, they say Better chances never come twice. Yaani, nafasi, nafasi bora haziji mara mbili ukizitumia vizuri, I believe wewe ndio utazidi kukua na kutengeneza pia maisha ya familia zenu kwa sababu football ni moja talent katika ulimwengu wa hivi sasa, talent is one thing ambacho inatengeneza fedha nyingi sana kwa yaani, kwa vijana wengi duniani ndio maana tunasema football imekua kwenye upande wa financial. Kwa kwangu kama wanaweza kufanya bora hicho, yeah, anachokifanya akaendelea kupata nafasi ya kuaminika. I believe kuna kitu anaenda kufanya, and I'm proud of him as my baby brother. Mimi nametaka baby brother, yani young brother, na I'm proud of him kwa sababu I've seen him grow. Tunaga namtania na baby. Sasa hivi kichwa, mwili una kichwa vinalingana, kile kichwa kidogo, kichwa kikubwa kuliko mwili, akawa anacheka sana. Kwa hiyo I've seen him grow na naona ni sehemu moja wapo ya chachu ya mafanikio yake kwa sababu tumeona ubora wake kwa kiasi kikubwa. Yes, tumalizie hili Morice ana nafasi ya kukutazama sasa hivi, najua unazungumza naye lakini watu wengi wanatamani kuona pia ama kusikia, upi ushauri wako kwake? Nachokiona, ushauri wangu wa kwanza kwake ni Be a good boy kama ulivyo kila siku. Morice is a good boy. Morice is a prayer warrior. Mi, mi namjua Morice. Morice aendelee vile vile. Awe good boy, apambane. Football is about exercise. Na pia ndia kujituma na naamini anazidi kumtanguliza Mungu. So, la football, Shea Morice anajua mpira. So, so, nakukubali mdogo wangu. All the best. Bana, Morice hao. So, si maneno yangu ni maneno ya dada yako eh, lakini pia wanasema kwamba eh, mwenye kujitahidi hupata. Mimi sina la ziada official kujaani Fenesi Abdallah Abdallah nyuma kamera Shabani kwa bora kabisa alikuwa anahakikisha kwamba eh, unapata madini yaliokuwa matamu eh, kutoka hapa ndani ya Simba Fast. Tutakutana muda na wakati mwingineyo.